Musoma oye! Oye! Kwa kweli, ninasimama mbele yenu kwa heshima kubwa, kwa maana kwa kuzaliwa, kwa kweli, sina nasaba na Mwalimu Nyerere Abadan Katan, lakini kwa falsafa, ninajihisi kwamba ni mfuasi wa Mwalimu Nyerere na Mwalimu Nyerere hakuwa tu mwasisi wa taifa la Tanzania bali alikuwa ni mwasisi wa bara zima la Afrika, na sisi tuna watoto wetu hapa ambao wamezaliwa eneo ambalo baba wa taifa amezaliwa, na kweli ningependa kwa siku za usoni, hata kungekuwa kuna TV kubwa mahala fulani na pale wao wanaonesha maneno ya kule, ya maneno ya mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na hata ikiwezekana katika vijiji vyetu vya Butiama kule barabarani yawe yamewekwa maneno ya mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na mimi nawaelezeni, mwalimu Nyerere, falsafa yake alikuwa anazungumzia mambo ya uhuru. Vitabu vyake vile vya kwanza anazungumzia uhuru na kazi, anazungumzia uhuru na umoja, anazungumzia uhuru na maendeleo. Yeye alikuwa ni kama nabii wa uhuru, alitaka mwanadamu awe amekomboka katika fikra, na yeye alisema mara kadhaa kwamba vijiji ndio viwanda mama. Yeye kwa kudra za Mwenyezi Mungu hakuzaliwa katika familia ya matajiri mabilionea, lakini Mungu alimuumba na utajiri wa mawazo, utajiri wa fikra. Ninyi hamshangai kwamba katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ameacha mambo yake yote lakini amefunga safari aende akatembelee tu mahala ambapo walilazwa baba wa taifa? Ninyi hamshangai kabisa? Sijajua kama na ninyi mna kiu hiyo hiyo kwamba mkafungasha safari mkaenda pale mwalimu alikozaliwa. Kwa sababu wanasema pahala penye mti mkuu wana wa nyuni wanasherekea, wanapata kivuli pale. Kwa hiyo mwalimu alikuwa ni mti mkubwa sana, hata sisi ambao wa mbali kivuli chake kimetupata. Na mwalimu amesaidia mataifa mengi sana ya bara la Afrika yeye alikuwa ni mwenyekiti wa ukombozi wa bara la Afrika ambaye ilikuwa inaitwa Africa Liberation Committee, makao yake makuu pale Dar es Salaam kwa hiyo walikuja wale wakina Nelson Mandela mwaka 1962 wakaja wakina Hifikepunye Pohamba wakaja wakina Yoweri Kaguta Museveni akasoma pale chuo cha Wakaja wakina Robert Mugabe, wakina Samora Machel, wakina Eduardo Mondlane na wengine kadhalika, wanakuja kumfuata Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wale wakina Hastings Kamuzu Banda, wale wakina Kenneth Kaunda wanakuja kutafuta hekima za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na amezaliwa katikati yenu hapa na leo hii mimi nimepata nafasi kutembelea Butiama, ilikuwa ni ndoto za muda mrefu kwamba nije kuona jabali alizaliwa wapi na nimeona kijiji cha Mwitongo, vile kiroho changu kikawa kinamdunda namna gani! <laughs> Nakwambia naenda, ni kama nimepata ubatizo, na huu ubatizo si wa maji, ila huu ni ubatizo wa moto. Naenda nikitembea naye na hakika na nawaelezeni kama kiwenda wazimu hivi. Ingawa mwalimu Nyerere alipofariki, mimi kwa kijana mdogo, sijawahi kukutana naye lakini kila mara naposoma vitabu vyake namna hii ni kama naongea na naye kabisa. Leo nimeenda pale nyumbani kwake, ndugu katibu mkuu, nikakaa ile sehemu ambaye alikuwa akicheza bao na wenzake na wageni wake. Ni kama mwalimu ananisemesha katika kiroho changu kidogo, nakwambieni vipi, na nkatamani sana hata niendelee kukaa pale, lakini wakati ulikuwa urusu. Na kama ingekuwa inawezekana hata ningebatizwa nipewe na lile jina lile uko, la ukoo la mwalimu Nyerere, lakini haiwezekani. Lakini kiroho changu mwenyewe naona ni kama mjukuu kabisa wa mwalimu Nyerere. Baada ya kusema hayo, nashukuruni sana watu wa Butiama, watu wa Musoma, wa Butiama, Mungu wabariki sana na asiache kuibua manyerere wengine wengi ambao watakuja kulisaidia taifa letu. Bado tunawasubiria hao manyerere. Asanteni sana na Mungu wabariki. Shukran sana.